u mtazamaji katika dondoo za magazeti. Gazeti habari leo lenyewe linaandika Takukuru, kusambaza makachero majimboni, waagizwa waanze kazi kabla ya kipenga cha kampeni. Dkt. Hosea asema watadhibiti mpaka miamala ya simu. habari kwa kina ni ukurasa wa pili. Mkurunzi nza hadharani, uchaguzi hatihati hati. hii ni habari inayotoka huko Bujumbura nchini Burundi. Raisi wa Msumbiji awapa ofa wa Tanzania, ukurasa wa tatu. Kwa kina inaandika kwa maana ya kwamba wanafunzi kusoma kokote ndani ya nchi hiyo, lakini vile vile waruhusiwa kutumia passport bila kulipia visa. Gazeti Uhuru. Gazeti Uhuru, Raza Raza asema CCM iwatose wagombea wachafu, ataka chujio la escrow litumike tena, akerwa na makada wanaomwaga fedha lakini vile vile kuna habari picha hapa na habari kidogo ya kusikitisha inaonyesha: unyama, wafungiwa ndani mwaka mzima wadhoofu, waokolewa na wananchi, wazazi chupu chupu. Hawa ni watoto hapa ambao namuonyesha, huyu mtoto jinsi ambavyo ameweza kudhoofika. Karibu Rais Nyusi, hii ni habari picha inamwonyesha Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi akiwa na mwenyeji wake Raisi Jakaya Kikwete Uh, baada tu ya kuwasili ikulu Dar es Salaam hapo jana. Rais Nyusi yupo nchini kwa ziara rasmi ya siku tatu. Hili ni gazeti la Uhuru. Gazeti Mtanzania. Mtanzania lenyewe linaandika vigogo kaf waanguka ubunge, washindwa kufurukuta kura za maoni. Mnya Rajabu Mbaruk out jusa apigiwa kura za hapana. Dr. Hosea uchaguzi, escrow pale pale. Uchunguzi escrow Hale, pale pale. Hii ni kauli yake Dr. Husea. Maandamano makubwa Burundi leo. Gazeti Majira, rais ajae elfu mbili kumi na tano raza aonya. Uteuzi CCM ashtushwa na matumizi makubwa ya pesa, akosoa waliohusika. Escrow kusafishwa. JK sikia kilio chetu cha maoni daftari. Hii ni kauli yake Lipumba. Hali ya Gwajima ni tete. ADC, Jaji Lubuva tuta hiki ni chama cha IDC si chenyewe kinasema kwamba Jaji Lubuva tutamburuta kizimbani. Hili ni gazeti la Majira. Nipashe: siku mia moja sitini za miujiza nek, zipo za kuandikisha watu milioni 24 ifikapo Julai 30. pia zipo siku sitini za mchakato wa zabuni vifaa vya uchaguzi. Kuna kibarua cha kugawa majimbo kuanzia tarehe 31 Mei 2015. Nyingine ni zaidi ya siku sabini za kampeni uchaguzi mkuu. kibarua hicho hakihusishi kura ya maoni ya katiba. Hili ni gazeti la Nipashe, habari iliyopewa uzito wa, wa kipekee. Gazeti linaloandika kwa lugha ya Kiingereza ni kuhusu daa na Msumbiji, visa ni bure. Lakini vile vile kuna habari inaonyesha kwamba Rais Nkurunziza aonekana hadharani, lakini vile vile atashiriki kwenye mkutano wa mawaziri katika kutafuta amani nchini Burundi tugeukie ku uh, uh, michezo michezo michezo uh, Yanga Bingwa linaandika Yanga yashinda vita ya Msuva. Sasa winga huyo kuendelea kuwakimbiza kucheka na nyavu kama akawa penda, naona muda umemtupa mkono. Lakini kuna kitu kidogo kilinivutia, ningependa pia nikushirikishe kwenye kurasa hizi hizi za michezo. Gazeti moja la Mtanzania lenyewe kwenye kikatuni limeandika hapa huyu katuni anaitwa katuni ya Wakudata. Wakudata, mbele yake kuna school bus imesimama na imeandikwa kabisa school bus. Anamuuliza mwenzake, Wakudata anamwambia hapo palipoandikwa school bus, tafsiri yake ni nini? Sawa. Sasa Wakudata anamjibu anamwambia, tafsiri yake ni shule basi.